Kuacha zaidi ya 54 leo yuko mama, ni jambo la upendo eh hey, angekuwa ni mtu mwingine angeamua kusema wasalimu tu huko, lakini leo ituko naye hapa, tupigieni makofi. Kwanza nitoe pongezi kwa mama Samia, lakini kwenu nyie waheshimiwa wa bunge, ni sekta ya maendeleo ya jamii. Mheshimiwa mbunge, sekta ya maendeleo ya jamii tumepokea fedha nyingi kwa ajili ya vikundi vya akina mama vijana na watu wenye ulemavu. Kwa kweli suala la mkopo tumejitahidi sisi kinamama tunaunda mikopo ndani ya watu watano, jinsi wanavyoelekeza, lakini tukianza kufuatilia zile mikopo, kwa kweli kama tunasumbuliwa sana, yaani unajikuta upo chini sana, yaani unatembea mpaka miguu zinachoka. Sasa wengine hatuna hata usafiri, yaani mpaka unaamua sasa, unaamua sasa, ngoja niache tu kufuatilia zile mikopo. Tumeunda ya kwanza tukafuatilia, tukapata kila kitu, tukajaza mafomu kila kitu lakini hatupangua chochote. Haya tumesikia mama yetu kaleta mkopo lakini tumefuatilia lakini hakuna kitu. Niunda vikundi na tukatembea wilayani, tukatembea hapo Katani lakini mpaka saa hizi kwa kweli mama kwa ujio wako naomba tusaidie kuhusu mkopo. Hatujapata na mimi na kina mama wote unaowaona ni wajasiriamali. CCM oyee. Wakati tulizonazo hakuna mama anayekaa nyumbani kusubiri baba akatafute, sisi wote tunatoka kutafuta, jioni tunaunganisha hesabu yetu kwa ajili ya maendeleo ya familia sisimu. Oye -e. -e. Basi niombe ulibebe na ili, Mheshimiwa Mbunge, namna ya uwezeshaji wa vikundi bado tuna changamoto. Asilimia kumi bado tunaonekana inaferi kulingana na usajili tulio ufanya. Swala la mkopo Eh, mikopo <coughs> ni swala la kisheria, ni sheria ambayo ilipitishwa kule bungeni kwamba halmashauri zote, sio halmashauri tu hii ya hapa Mpimbwe, halmashauri zote nchini zinapokusanya mapato hizi tozo ambazo ada zinakusanya zinatakiwa zitenge asilimia kumi hmm. Kila halmashauri itenge asilimia kumi hmm. Katika kutenga zile asilimia kumi zigawe asilimia nne kwa vijana, asilimia nne kwa kina mama na asilimia mbili kwa watu wenye ulemavu. Hiyo ni sheria ambayo ilipitishwa na Bunge. Kwa hiyo kama kuna kikundi ambacho kinakuwa labda kina changamoto ya kupata, lakini umemsikia mheshimiwa diwani amesema kuna kikundi kimeshapata tayari mikopo hapa lakini wako, kikundi kina changamoto mheshimiwa juani wenu wa viti maalumu, yupo kila kata. Serikali imeweka mfumo, imeweka afisa maendeleo ya jamii. Hiyo ni kazi yake kuwaelimisha ninyi maswala ya mikopo, kuwasaidia kusajili kikundi na kuwasaidia kujaza zile fomu, hapa si unajaza hivi, ili uweze kupata mikopo. niknyinyi kuwasiliana na diwani wenu wa viti maalum au diwani wenu wa kata ili awatafutie huyu afisa maendeleo ya jamii kwa ajili ya kupata elimu ya yani mikopo. Kina mama oye oye! Kina mama oye, oye!